Naam, nam ee, tupo Chamazi magengene huja wa kumfata mzee wa kuteseka. Mimi naitwa Wazili Tambiko lakini nyuma kamera director Runde. Mzee wa kuteseka kwema? Kwema. Ah, bwana. Habari yako? Alhamdulillah. Mambo mengine? Fresh tu, Saumu. So, ah, safi tu, safi kabisa. Naona umewatesa Dodoma Jiji jana. Ah, ile kidogo cha Yanga ilikuwa kile. Kumbe. Eh. Um. Wamechomoa. Mm. Um. Kwa hiyo um ilikuwa ni salamu zao kwamba tulikuwa tunawaambia kwamba bwana, goli sita zile zilikuwa ni za kwao, kwa sababu walikuwa wanatutesa sana, mara tumefunga tano, mara tumefunga tano. Unaona bwana, sasa tukasema sisi mara hii tunataka tuwafunge sita ili tuwanyamazishe mdomo, lakini bahati nzuri, wameona wenyewe, wakaona mm, hichi kiama hichi kitakuja, kwa kwanza wanachama wetu tutakuwa hatuna la kuwaambia, klabu bingwa tulishatoka. Tunataka tumfunge kama Simba kidogo tuji tuambie wanachama wetu tumemfunga Simba. Kwa hiyo tukiangalia, naona imechi iko tusiye ngumu kwa hiyo tumeenda uwanjani wakagoma kufungua mlango sisi, sisi tumeondoka tukaandika TFF sisi, tukawaambia bwana TFF sisi, sisi ni wana michezo. Ule uwanja umejengwa kwa, kwa ajili ya wana michezo. Leo wenzetu wana, kwa nini wanakataa sisi kufungua mlango tukacheza mpira? Kwa hiyo sisi hatuwezi kwenda. So ndio umeteseka ukakimbia Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam dabi ya kali yako? Ah, subutu mimi sijakimbia kabisa kwa sababu mimi naitaka. Na wao wanajua kwamba Simba sasa hivi wanaitaka ile mechi. Na wao walijua kwamba sisi tumebadilika sana. Yaani tumebadilika uwe mpanzu umemwona, sasa aliposikia mpanzu alafu eh? <laughs> <laughs> <laughs> <inaudible> kuna kijana wenyewe huko ana, ana matege ana mpango wote, yani walikuwa ah, yani, yani wanataka kuteseka wale, semaje mwenyewe anamuita volcano eh, yani yani, yani ule jamaa watu wengi walijua kwamba hamna kitu, lakini ule jamaa hajazoea ligi ya Tanzania, lakini ule jamaa ni hatari sana tumeona kabisa, kwa sababu Dodoma Jiji sisi wanatukamia sana. Tukakutana nao sio nyumbani wala sio kwao. Sasa tuka, tuka, kwa zile kiroba, kile kiroba cha Yanga tukaamua sisi kuwapelekea wao eh. sio kitu ambacho kimewafanya Dodoma Jiji kufa mabao sita. Kauli zao ndo zimewaponza kupitia Abdi Banda kusema dakika tisini Simba ndo watakuwa mgeni wao, watakuwa mwenyeji wa mchezo kwa maana wao watapata ushindi Simba utaangukia pua. Ndio maana bao sita zimewapiga wale. Wala sio tatizo, ni hilo kile kiroba alikuwa ni cha Yanga, kwa hiyo wao wamejipendekeza kwa kombe yetu, basi tumewapa wao, wameondoka nacho. Kwa hiyo wale wote ni jamii ya Yanga kwa sababu ni ile wanadhaminiwa na GSM, kwa hiyo sio tumewapa ndugu zao, tukawambia kawekeni, ipo siku tutaonana nao tena kuteseka. Kuna kauli moja, wana Simba mkipata matokeo amlalamiki GSM lakini mkifungwa mkitoa sala na naamika je sema vilabu mimi bila nane. Hii kauli. Wana Simba, mbona kama mnaacha watu njia panda? Siku zote tunatukishinda tunaongea. Tusiposhinda tunaongea. Wao tu wana, wana sababu Yanga sheria wanazijua wao na wao wana ndo wanajua kuongea. Sisi hatujui kuongea. Lakini sikizo ndo tunasema haiwezekani timu karibu nane unazidhamini alafu wewe zile timu wanazocheza nane zote lazima zifunge. Tena magoli mengi sana. Lakini timu zote walikuwa hawajazidhamini, hawawezi mbona kufunga namna hiyo. Na sisi tunawaambia waangalie sana, kwamba sisi tuko serious, yani hatuko tena kimchezo mchezo, tunawaambia kwamba kabisa. Na ndio maana wao wanajua, ndio maana wakaamua bora asifungue mlango, na akajua kama Simba atakuwa hawaji uwanjani, ili tukufanyie tutahirisha mechi yetu. Lakini wao wanajua kilichotokea, eh, amekufuata mpaka Bunju, lakini ukamkimbia tena Young Africans. na na nani? Kwa nini hakuingia ndani? ndani. ndani ndani. Angeingia, angeingia, angeingia sasa. sasa. Sasa kama yeye ni mkidume angefungua mlango. Anaogopa mbuzi. mbuzi. mbuzi. mbuzi. Mbona mbona ngombe ngombe pale? Sima, wawa, mm. Sasa, je, wana wana pa ngombe pale? Wao wanasema je wanaogopa? wanachinja ngombe kila siku tunajua sisi. so, unauaibuini mbuzi wa wa nini? Hmm? Wa nini? Mbuzi hmm? Mbuzi wa supu hmm. hata mbuzi supu unafanya kama wao wanaogopa mbuzi mm. Basi zile nawambia tena mm. Tunakuja nao kila siku mbuzi, tutakuja nao wanjani. Kwa sababu gani? Walimkuta yule mkwala kafunga ile nywele zake hivyo, wakajua mbuzi. hey. ah, na kwambia walijua, yani wao mm. Walimwona mkwala kafunga zile nini nywele zake zile hivi mm. Wao wakajua mbuzichaga anasema mbuzi wazee, na kwa alikuwa hana wazee nani na wapi walipo? Mbona hakutuonesha kwenye chombo cha habari kwamba hawa mbuzi alafu hawa wazee, mbona hakutuonesha? Tumeona gari la Simba na kingora, basi wamekataliwa, wanaondoka. Sawa, hiyo mambo yao, wanaongea kwa sababu tayari wameona ni aibu kile kitendo, kwa sababu Yanga wao wanajifanya ni wazuri. Kwa nini msifungue mlango watu wakafanya mazoezi wakaondoka? Waarabu walikuja pale saa nne wakafanya mazoezi yao wakaondoka. Kwa nini sasa wakatalia? Lakini walikijua hichi kiama na mimi nakwambia ili ilikuwa ni sita za kwao. Young Africans. Kabisa kabisa. Hii ilikuwa ndo katuanyamazisha mdomo kabisa. Maana ilikuwa tumejipanga nje ndani. Na wa, na wao wanajua. Lakini nao walijipanga vile vile. Kujipanga wapi bwana? Hamna chochote walikijua. Ndio maana kujipanga kwao ndo kama hivyo walimiona, wakaona bora afanye hivi ndio sasa mpira uherishwe. Mzee wa kuteseka, mimi nataka tuzungumze kiwango cha Kibu Dennis Prosper. Amekuwa amezungumzwa sana katika mashindano ya kombe la shirikisho barani Afrika, hata hivyo kwenye ligi kuu soka Tanzania bara. Jana, zidi Dodoma Jiji, Kibu Dennis anatoa assist na kufunga bao mbili. Kiwango chake mpaka kwa sasa hivi alipofikia, unamuonaje? Kibu Denis yule anatisha muda mrefu, anatisha na wenyewe Yanga wanajua kama yule jamaa anatisha kwa sababu ametuonesha. Unajua tatizo la watu wa Yanga, wao wanachotaka wao ni mtu kufunga ndo anajua, sio kufanya kazi uwanjani. Kuna mchezaji anafanya kazi sana kubwa uwanjani kuliko kufunga, na sasa ndo analeta matokeo yule, sasa watu wao hawajui, wanamwangalia wana mtu anafanya nini anayefunga basi, lakini Kibu Denis anafanya mambo makubwa sana ndani ya uwanja, na ndio maana hakuna kocha hata mmoja anamweka nje, hakuna aliyokuja kocha kwa sababu. Kibu Denis labda anaumwa, akiwa anaumwa haina shida, anakaa na pumzika, lakini kama haumwi hawezi kukaa nje Kibu Denis. Na sasa hivi timu ya taifa imeitwa, Zaidi Shairi Chazawa alikuwa MVP wa Ivory Coast, sasa hivi atakuwa MVP wa ligi kuu ya soka Tanzania bara, wewe unaonaje? Unaniuliza tena au we? Yanga maga Yanga ndo unaweza maswali wakati wao jibu analijua sio Yanga basi kama wewe usijibu, si unalijua. Anaongoza nani sasa kwa magoli, anaongoza nani? Basi tena amla, yaani wala yule mtoto wa, anamaliza tayari, eh vituko, anamaliza. Nataka tuzungumzie goli la jana eh. <laughs> <Liatra> <anamaliza>. la <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Mkwara mm. Anafanya hivi, kuna maswali nimeuliza. mm. Kuna mchezaji yoyote mm. aliyepitia Yanga yeah. akawahi kufunga goli kama lile? Kwa sababu sisi tuna watu wawili sempaka sasa hivi katika klabu yetu, mm. kuna chama nawe mkwala mm. magoli, yani, yale magoli hata sijita yani, hili goli hili, hadi kwanza hili ndo nzuri zaidi kuliko lile la chama. Alifanyaje yani, hili goli la Mkwala ni mzuri zaidi kuliko lile la chama kwa sababu lile alipiga namna hii, afu goalkeeper likampiga tobo akaiga, goalkeeper naangalia nyuma hivi. Kitu kinaingilia ndani kule shimo lote. Kwa hiyo ni nzuri zaidi. Kwa hiyo sasa tuna wachezaji wawili, magoli wanaofunga ni mazuri zaidi. Hayajawahi kutokea hata kwa Yanga kucheza mchezaji mmoja kufanya mambo kama yale. Ulialikwa kwenye futari mzee wa kuteseka? Ya nani? Ya Yanga African. Wana futari wale? Eh. Wale wana mambo yao wanakufanya kafara ile. Eh. Ile kafara ile, hawana futari wale naftari kafara. Mzee Said ameonekana Mzee Said. Kafara ile Mzee Said onje si Yanga ule? Mzee Said, Mzee Said Yanga tu ile, asituzingue sisi. Kwa sababu kwanza mtu zote una wanakuja waandishi wa habari wanakuuliza maswali ya wa msingi, wewe unakwenda kuvuruga, mara si Simba hivi, mara wewe Simba kweli. Wakati siku zote kitu unachokijenga, lazima ndo nacho taratibu. Hata nyumba unapojenga lazima taratibu, hata mtoto unapomjenga, lazima ndo taratibu. Sasa wewe kila siku Sio Yanga Simba gani si. Simba sio afanya hivyo yule sio Simba. Mzee wa kuteseka, mimi nataka kumaliza na neno moja la mwisho. Kwa sababu gani? Jina lako ni Mzee wa kuteseka. Sasa nataka watani wako wajadi. Una nini la kuambia? Watani wajadi wangu naambia, bwana wakimbie. Unaona bwana, mm, bwana. Lakini sisi watakapopanga tena, sisi tunajitayarisha tena. Sisi tutakuwa ni mgeni. Kama mkwala akifunga hivyo ataona mbuzi. Sisi tunaleta tena mbuzi. Eh, ba, wanajua wanajua na ndio maana TFF wakaerisha, na sasa tunawaambia wanatumia viongozi wa juu umelelewa kuchafua ligi. Yanga ndio wanachafua ligi, kwa sababu sio wa mpira na, na historia yao wanatolea wao, wenye historia ilianzaje na mpaka nafikaje sasa, wako litakuwa historia ya mpira, wanakuwa na mpato wa mpira, sio wa mpira. Na kwa sababu leo uwanja wa taifa wanatakiwa afunge goli moja tu, anashindwa kuna kipindi ule mwaka nimeusahau lakini kwenye 2002 huko, unaona bwana wanatakiwa wakee golini wote, kuanzia goalkeeper, wachezaji wote, goli lisiingia, walishindikana taifa hapo mm. Yeah. Yani sisi mimi bwana, jawabu langu ni hilo. Nawaambia wanayanga sisi tupo, nasema swali wala sisi kiutaalamu tunashinda, unaona bwana. Kwa hiyo sisi tunasema tutakutana mwaka wote eh. Yeah. Tuasante hey. sana wa.